Feaboy TV ni channel inayokuletea updates zote kuhusu ajira, kuitwa kwenye usaili, kuitwa kazini, tech na jinsi ya kupata kipato mtandaoni. Subscribe sasa ili usipitwe na taarifa tunapotoa video mpya. Unaweza pia kutembelea na kujiunga na grupu letu la Telegram. Asanteni na karibuni. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Ofisi ya Rais, Sekretarieti ya Ajira katika Utumishi wa Umma. Tangazo la kuitwa kazini. Katibu wa sekretarieti ya ajira katika utumishi wa umma anapenda kuwataarifu waombaji kazi wa nafasi mbalimbali waliofanya usaili kati ya tarehe mbili mwezi wa tisa elfu mbili na ishirini na nne na tarehe tano mwezi wa nne elfu mbili na ishirini na tano kuwa matokeo ya waombaji kazi waliofaulu usaili huo ni kama yalivyoorodheshwa katika tangazo hili. Orodha ya majina haya pia inajumuisha baadhi ya wasailiwa waliokuwa kwenye kanzi data, yani database kwa kada mbalimbali ambao wamepangiwa vituo vya kazi baada ya nafasi kupatikana. Wasaili wote waliofaulu usaili na kupangiwa vituo vya kazi, barua zao za kupangiwa vituo vya kazi watazipata kupitia akaunti zao za ajira poto kwenye sehemu ya my application, hivyo watapaswa kupakua na kutoa nakala Download and print barua hizo na kwenda nazo kuripoti katika vituo vya kazi walivyopangiwa. Aidha, waombaji kazi waliofaulu usaili na kupangiwa kituo cha kazi wanatakiwa kuripoti kwa mwajiri katika muda ambao umeainishwa kwenye barua za kupangiwa kituo cha kazi wakiwa na vyeti halisi, yani original certificate za masomo kuanzia kidato cha nne na kuendelea, ili vihakikiwe na mwajiri kabla ya kupewa barua ya ajira. Kwa wale ambao majina yao hayapo katika tangazo hili watambue kuwa hawakupata nafasi au hawakufaulu usaili, hivyo wasisite kuomba nafasi. Wasisite kuomba kwa mara nyingine tena nafasi zitakapotangazwa. Mamlaka ya ajira, kada, majina ya walioitwa kazini. Halmashauri ya Wilaya ya Karatu, Halmashauri ya, ya Wilaya ya Karatu, afisa tawala tu Seleman Kabili Samson, Halmashauri ya Wilaya ya Karatu afisa ya hesabu daraja la pili Accountant Officer 2 Rahim Miraji Ngeti na Saidi Shaban Hamis. Halmashauri ya Wilaya ya Karatu afisa ya utumishi daraja la pili Human Resources Officer 2 Kashinje Kuyela Shahani Sahani. Halmashauri ya Wilaya ya Karatu katibu wa afya daraja la pili Health Secretary 2, Gaidon Jonathan Haule. Halmashauri ya Wilaya Karatu, mwalimu daraja la tatu B, biolojia, Anatoli Matias na Shabani Musa Juma. Halmashauri ya Wilaya Karatu, mwalimu daraja la tatu C, hisabati Mathematics, Emmanuel Zengo Ugalama. Halmashauri ya Wilaya Karatu, mwalimu daraja la tatu, Catherine Fanos, Amina Juma Manyama, Robert David Kololo, Elenusura Joseph Sule, Daudi Robert Amiri Atim, Kelvin Deogratias Magesa, Dorotea Innocent Richard na Beatrix Robert Manyama. Halmashauri ya Wilaya Karatu afisa tawala tu Rehema Musa Kamtande. Halmashauri ya Wilaya Karatu league officer tu Stephen Fabian Magani. Halmashauri ya Manispaa ya Kahama, Mwalimu daraja la tatu B, Kemia, Tausi Amos Mwandege. Halmashauri ya Manispaa ya Kahama, Mwalimu daraja la tatu A, Pendo Matias Lohemeja Halmashauri ya Manispaa ya Kahama Mchumi daraja la pili Economist Samson Kanyamandala Yesaya Halmashauri ya Manispaa ya Kahama Mtakwimu daraja la pili Statistic 2 Musa Daudi Mgambe Halmashauri ya Manispaa ya Kahama Afisa Hesabu daraja la pili Accountant Officer 2 Maria Felix Maolani na Glory Godless and John Halmashauri ya Manispaa ya Kahama Afisa Mteknolojia daraja la pili maabara health laboratory scientist, Mary John Migire. Halmashauri ya Manispaa ya Kahama Afisa Muuguzi Msaidizi daraja la pili Assistant Nursing Officer 2, Tabu Jumanne Ramadhani, Shatra Godfrey Njugu, Grace Fortuna Asmalele, Jacqueline Musa Masota, Abigail Andrew Shushu, Amina Juma Musa, Sharifa Yahaya Mayala, Yali Huruma Robson Obed Daniel Dutrom Masakele, Tumpene Silvester Kabelege. Halmashauri ya Manispaa ya Kahama afisa usafirishaji daraja la pili Transport Officer 2, Margaret Emmanuel Charles. Halmashauri ya Manispaa ya Kahama fundi sanifu vifaa tiba daraja la pili Biomedical Engineering Technician 2. Lamaseni Masaka Devota Kennedy almashauri ya manispaa ya Kahama mtakwimu daraja la pili Statistician tu Jackson Nico Kasela almashauri ya manispaa ya Kahama mteknolojia msaidizi daraja la pili maabara Assistance Laboratory Technician is tu Alfred Anton Mabahi Damian Jonas Limo Ruth Angelia Kayuni Halmashauri ya manispaa ya Kahama mwalimu daraja la tatu B biolojia. Halmashauri ya manispaa ya Kahama mwalimu daraja la tatu B kemia. Halmashauri ya manispaa ya Kahama mwalimu daraja la tatu B fizikia. Halmashauri ya Manispa ya Kahama mwalimu daraja la tatu B Hisabati. Halmashauri ya Manispa ya Kahama mwalimu daraja la tatu C si Fizikia. Halmashauri ya Manispa ya Kahama mwalimu daraja la tatu C si Hisabati. Halmashauri ya Manispa ya Kahama mwalimu daraja la tatu C si Tehama Information and Communication Technology. Halmashauri ya Manispaa ya Kahama mwalimu daraja la tatu A. George Emmanuel August, Nobert Augustin, Ronald Samuel Milstone Saga, Brigita Jackson Molan, Zakiri Halifa Iramba, Rehema Hassan Yusuf, Sofia Ndengu Mtete, Ali Joseph Sharia, Atlas Mbele Fungo, Efrazia Rafael Manga, Faima Hamis Jamada, Sekondo Ezekiel Mbonea, Mwanahamisi Mwananduchi Bakari, Fatima Shwaibu Msuya na Sera Englebert Mgina. Halmashauri ya Manispaa ya Kahama, mwalimu daraja la tatu si, biolojia: Lilian Elias Lumala, Mohamed Masunga Madaha, Teratula Marsele Shauri, Suzana Alfred, Vincent Nicolaus Nyerere Bayo. Halmashauri ya Manispaa ya Kahama, mwalimu daraja la tatu si, kemia: Med Petro Magume, Makoe Ndabile Ngondi, Pius Ndaki Chamba. Halmashauri ya Manispaa ya Kahama, Tabibu daraja la pili, Clinical Officer 2. Halmashauri ya manispaa ya Kahama, Legal Officer 2, Lulu Stewart Mlanga. Halmashauri ya wilaya Longido, afisa ununuzi daraja la pili, Procurement Officer 2, Lucy Ambrose Asei na Leticia Anthony Chem. Halmashauri ya wilaya Longido, afisa usafirishaji daraja la pili, Transport Officer 2, Daudi Wilson Mpangwa. Halmashauri ya wilaya Longido, mtakwimu daraja la pili. Joseph Florence Makalo. Halmashauri ya wilaya ya Longido mwalimu daraja la tatu C fizikia Witness Francis Mtafi Mlilo Ishmail Haruna Edgar Respicius Emmanuel Yamangu Petro James Oscar Petro. Halmashauri ya wilaya ya Longido mwalimu daraja la tatu C hisabati mathematics Isaka Alenzota Mustafa Robert Sanze Jennifer Elias Monea Alfred Agala Bonifas Tiluzabia Mageta Evans Dixon Lokomana Halmashauri ya wilaya Longido mwalimu daraja la tatu A Yunis Jonas Lea Sato Festo Furahini Sharifu Ngulo Agnes Francis Muhosa Fatihia Muharami Kilindimua Hamida Omari Hamadi Aziza Juma Mwenda Siku Dhani Karimu Mlungu Rosina Sayoni Jonas Zakia Zahoro Dimbwa Kristina Shadrock John Asha Shauri Violet Emmanuel Benjamin Happiness Kasuku Musa Ailan Somaza Paza Halmashauri ya Wilaya ya Longido mwalimu daraja la tatu si kemia Atukuzwe Meshak Making Elias Moses Mbuji Elifaraja Aweso Panga Owens Lens Masaje, Halmashauri ya Wilaya Longido, afisa ugavi 2, Supplier Officer 2: Esther G. Ofrey Othiambo na Severin Teofil Subi. Kituo cha uwekezaji Tanzania TIC, Investment Officer 2: Jacqueline Dixon Mtaki, Irene Francis Masongo, Neva Alois Milinga, Clifford Zawadi Gomera Kituo cha uwekezaji Tanzania TIC Investment Officer grade 2, Diana Lavine Masesa. Imetolewa na katibu sekretari ya ajira katika utumishi wa umma. Kama ni mara yako ya kwa kwanza kuingia katika channel hii ya Fairboy, tafadhali bonyeza neno subscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa pale tunapotoa video mpya. Lakini pia usisahau ku like video hii kama umeona ina manufaa kwako. Pia vile vile tunaomba uweke maoni yako katika sehemu ya comment section hapo, kama umepata kazi, kama umeweza kuona jina lako. Na kama hujachaguliwa, basi usisite kuomba kazi kwa awamu nyingine tangazo litakapotolewa tena. Asanteni na karibuni.